Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, na ungeli waona wakosefu wanavyoinamisha vichwa vyao mbele ya mola wao mlezi wakisema: mola wetu mlezi, tumeshaona na tumeshasikia turejeshe, tukatende mema kwani hakika sisi tumekwisha kuwa na yakini. Sasa, walau shi'na la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqa alqawlu minni la amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in. na lau tungelitaka tungempa kila mtu uongofu wake, lakini imekwisha kuwa kauli iliyotoka kwangu kwa yakini, nitaijaza Jahannam kwa wote hawa Majini na watu. fadhuqu bima nasitum liqaa yawmikum hadha inna nasinakum wadhuqu adhab alkhuld bima kuntum ta'malun, basi onjeni kwa vile mlivyousahau mkutano wa siku yenu hii, na sisi hakika tunakusahauni, basi onjeni adhabu ya milele kwa yale mliyokuwa mkiyatenda. Inna ma yu'minu bi ayatina alladhina itha dhukiru biha kharuu sujada wa sabbahu bi hamdi rabbihim rbihm wa hum la yastakbirun, hakika wanaoziamini aya zetu ni hao tu ambao wakikumbushwa hizo basi wao huanguka kusujudu na humsabih Mola wao mlezi wa kumhimidi, nao hawajivuni. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mbavu zao zinaachana na vitanda kwa kumwomba Mola wao mlezi kwa hofu na kutumaini na hutoa kutokana tulivyowaruzuku. Fala ta'lamu ta nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun, nafsi yoyote haijui waliofichiwa katika haya wanayofurahishiwa macho, ni malipo ya yale waliokuwa wakiatenda. Afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun hati, aliye muumini atakuwa sawa na aliye mpotovu? Hawawi sawa. amma alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu yamalun, ama walioamini na wakatenda mema watakuwa nazo bustani za makazi mazuri, ndio pa kufikia kwa waliokuwa wakiyatenda.

ila wakitaka kutoka humo watarudishwa humo humo, na wataambiwa onjeni adhabu ya moto ambayo mliokuwa mkiikanusha. Wala nudhiqannahum min aladhab aladna duna aladhab alakbar laallahum yarji'un, na tutawaonjesha adhabu hafifu kabla ya adhabu kubwa, huenda labda watarejea wa man azlama mimman dhukkira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha inna min al-mujrimina muntaqimun, nani nani dhalimu mkubwa kuliko yule anayekumbushwa kwa ishara za Mola wake mlezi kisha akazikataa? Hakika sisi tutajilipiza kwa wakosefu.

Hakika Mola wako mlezi ndiye atakayefafanua baina yao siku ya Kiyama katika waliokuwa wakikhitirafiana. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alquruni yamshuna fi masakinihim in fi dhalika laayat afala afala yasmaun. Yeah, je, haijawabainikia kwamba kaumu ngapi tuliziangamiza kabla yao nao wanapita katika maskani zao hizo. Hakika katika hayo zipo ishara. Basi je, hawasikii? awalam yarau anna nasuqu almaa ila alardi aljuruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun, je, hawaoni ya kwamba tunayapeleka maji kwenye ardhi kavu kisha kwayo tunaitoa wa mimea wanayokula wanyama wao na wao wenyewe. wa yaquluna mata hadhal fathu in kuntum sadiqin, wanasema ushindi huu ni lini kama mnasema kweli. qul yawmal fathi la yanfau alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzarun, sema siku ya ushindi wale waliokufuru imani yao haitawafaa kitu, wala wao hawatapewa muhula. fa'rid 'anhum wantadhir innahum muntadhirun, basi wapuuze nawe wa ngoja, hakika wa wao wanangoja.